Kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong Un alihudhuria sherehe ya uzinduzi wa eneo jipya kubwa la makazi mjini Pyongyang jana Jumapili Februari 15, lililojengwa mahususi kwa ajili ya familia za wanajeshi waliopoteza maisha wakati wa kutumikia taifa, katika tukio ambalo lilionekana kuwa la kihisia, la kisiasa na la propaganda kwa kiwango kikubwa. Hafla hiyo ilihudhuriwa na maafisa wakuu wa serikali, majemadari wa jeshi, wakazi wapya wa eneo hilo pamoja na wananchi waliochaguliwa, huko vyombo vya habari vya serikali vikitoa taarifa za kina kuhusu umuhimu wa mradi huo wa taifa. Kim Jong Un aliandamana na binti yake Kim Juai, ambaye ameonekana mara nyingi katika matukio makubwa ya kijeshi na ya kitaifa katika miaka ya hivi karibuni kuonekana kwa kwake tena hadharani kuliibwa tafsiri nyingi, kwani wataalam wa masuala ya Korea Kaskazini wanaona kuwa serikali inajaribu kumjenga kama sehemu ya taswira familia ya uongozi, ingawa hakuna taarifa rasmi kuhusu nafasi yake ya baadaye katika uongozi wa nchi hiyo. Wakati wa ziara yake, Kim Jong Un alitembelea majengo mapya ya ghorofa akipita katika vyumba vya makazi vilivyoandaliwa kwa familia za wanajeshi waliopoteza maisha na kuzungumza moja kwa moja na baadhi ya wakazi. Alionekana akizungumza na wake wa wanajeshi waliopoteza maisha, watoto wao na wazee wa familia hizo, huku akionyesha mshikamano wa kihisia na kutoa pole kwa niaba ya serikali. Vyombo vya habari viliripoti kuwa Kim alisisitiza kuwa taifa hilo lina deni la kudumu kwa wale waliotoa maisha yao kulinda nchi na kwamba serikali yake itaendelea kutoa msaada wa makazi, elimu, na huduma za afya na ustawi wa kijamii kwa familia zao. Eneo hilo jipya la makazi lina majengo ya kisasa ya ghorofa nyingi, miundombinu ya huduma za kijamii kama shule, vituo vya afya, maeneo ya michezo, bustani za watoto, na miundombinu ya usafiri, jambo ambalo serikali ya Korea Kaskazini imekuwa ikitumia kama ishara ya maendeleo ya uthabiti wa nchi hiyo licha ya vikwazo vya kimataifa matatizo ya kiuchumi na changamoto za nishati na chakula. Mradi huo unaonekana kuwa sehemu ya kampeni kubwa ya ujenzi wa makazi nchini humo, ambapo Kim Jong Un ameipa kipaumbele kama sehemu ya sera zake za maendeleo ya miji. Katika hotuba yake, Kim Jong Un alitoa heshima kubwa kwa wanajeshi waliopoteza maisha, akiwaita mashujaa waliorinda uhuru mamlaka na hadhi ya Korea Kaskazini. Alisema kuwa damu yao imekuwa msingi wa amani na maendeleo ya taifa na kwamba vizazi vijavyo havitasahau sadaka yao. Alisisitiza kuwa familia zao ni sehemu ya familia ya kitaifa na kwamba serikali itaendelea kuhudumia kama ishara ya shukrani na uaminifu kwa taifa na jeshi. Wachambuzi wa masuala ya Korea Kaskazini wanasema tukio hili lina ujumbe wa ndani na wa nje. Kwa ndani linaimarisha uaminifu wa jeshi na familia zake kwa uongozi wa Kim Jong Un, kwani jeshi ni nguzo muhimu ya utawala wake. Kwa nje ni ujumbe kwa jumuiya ya kimataifa kwamba Korea Kaskazini kazi inaendelea kujenga na kuendeleza miradi mikubwa licha ya vikwazo, huku pia ikionyesha kuwa taifa linaendelea kudumisha mfumo wake wa kisiasa bila kuyumbishwa na shinikizo la kimataifa.